Wa kwanza wa kimashindano, lakini pia amecheza mchezo wake wa kwanza wa ligi kuu ya NBC na kutupa furaha na raha kwa dakika chache tu, dakika kumi, kama si kumi na hivi, amecheza mchezo wake wa kwanza first touch hiyo hiyo amefunga bao, pasi nzuri kutoka kwa Steven Dese Mkwala. Tumsikie nini ambacho anazungumza na kile ambacho kipo kutoka kwake. Mo, mambo vipi? Alhamdulillah alhamdulillah, alhamdulillah. Mambo vipi? Poa, vizuri kabisa, kabisa. Ah, hebu tueleze kwanza walau kwa ufupi, uh, tangu mkuja kwenye timu watu wanakutamani, message ni nyingi, maoni ni mengi, ulikutana yeah. na hivyo vitu kwako, nini kilikuwa kinazungumza kabla hajaja kwenye mechi yenyewe? Ah, uh, ilikuwa ngumu yeah. kupata kuingia uh, club uh, na injury si rahisi yeah. na pia club kubwa kama Simba iko na pressure mingi so yeah ilikuwa ngumu sana sana uh, mentally na physically kurudi lakini alhamdulillah Mungu ni nani amenisaidia uh, sana kufunga bao leo eh, kuna kitu nadhani ulikuwa unakosa wakati unapitia una, una, una changamoto ya, ya majeraha uh, sijaelewa hiyo swali eh, kitu unadhani ulikuwa unakikosa unakimisi ukiona wenzako wanacheza ukikutana na hizo message Instagram kwenye mitandao ya kijamii tofauti tofauti mtaani na unapoishi na, of course uh, ilikuwa ngumu so... Uh, nikienda tizi watu wanacheza, mimi sichezi, ni ngumu sana kuona hizo vitu, but alhamdulillah Mungu amenisaidia sana, nime, nime go, grow close to Allah subhanahu wa taala so yeah, nashukuru Mungu kila ta. No, tuje sasa kwenye maandalizi ya mechi hii ya leo. Wakati mwalimu au benchi la ufundi linakuambia kwamba tutakwenda kukutumia, nini ambacho kilikuwa kinazungumza kwako Najitayarisha kucheza game, sijacheza game labda five months sasa, na nilikuwa najitayarisha, najikumbusha mimi ni nani, mimi ni mchezaji gani? So alhamdulillah ilisaidia, yeah. mm. Uh, wakati sasa unapewa nafasi hizi dakika zilizobaki mo ukaonyeshe, yeah. mo ukacheze, mwalimu alikupa maagizo gani, na ndio hicho ambacho umeenda kukifanyia kazi? Uh, mwalimu ni mzuri sana, aliniambia yeah. ende ujibambe, ujienjoy, yeah. Yeah. Alhamdulillah nikajienjoy. na sawa, siwezi sawa, mafans tangu nitoke ku warm up walikuwa ni, uh, eh wananishangilia, alhamdulillah yeah, na nawapenda sana na inshallah tuendelee hivi hivi. Uh, hivi hivi umeingia sasa, dakika ambazo umecheza umecheza uh, vizuri kwangu, lakini first touch yako hiyo hiyo, hiyo imekuwa bao. uh, singe <laughs> Singe dream hata hii kitu. I could not have dreamt to this uh, hey. Lakini alhamdulillah, hey. Um, nikaingia na chance ikatokea. Nashukuru Mkwala alikuwa hey, na alitulia sana akaniangalia na akanipea pass nzuri na touch ni touch ni ya kufunga bao. Sawa, uh, umefunga wachezaji